Unaichi kitu watu wengi wanashindwa kukielewa kwa urahisi. Kuna kitu kinaitwa call forwarding. Call forwarding ni nini? Kwa mfano, mimi nina simu yangu. Tuseme mkono huu ni simu yangu, si ndio? Alafu mkono huu mwingine ni simu ya rafiki yangu. Sasa nikitaka, naweza kuforward maongezi kutoka kwenye simu ya rafiki yangu kuja kwenye simu yangu, inabidi niweze kuseti kitu kinaitwa call forwarding. Na call forwarding inachofanya ni kwamba simu itakayopigwa huku itakuja itaitia huku badala ya kupiga kwenye simu ya rafiki yako. Kwa hiyo ndio maana call forward kwamba maongezi yanakuwa forwarded katika simu nyingine.

Na sio kwamba mtu atakapopokea simu katika simu yake, na wewe unaweza kusikiliza maongezi yake. Kwa hiyo call forwarding sio kitu hicho. Na ukitaka kuweza kuondoa call forwarding ambayo imeweza kufanyika katika simu yako wewe kwamba haupokei simu yote na maongezi yako yanakuwa forwarded kwenye namba nyingine, basi nenda katika sehemu ya kupiga simu kawaida then piga reli reli sifuri, sifuri, mbili alama ya red. Kwa kupiga hivyo utaweza kuondoa code zote ambazo zilisetiwa katika simu yako ambazo zinafanya call forwarding na maongezi yako yanakuwa forwarded kwa mtu mwingine. Kwa kwa kufanya hivyo utakuwa umeweza kusecure simu yako na maongezi yako yatakuwa yako secured, ili asiweze kuwa forwarded kwa mtu mwingine ambaye anaweza kuseti kitu hicho katika simu yako. Natumai mtakuwa mmeelewa. Kama sana kunifollow, like, na kushare kwa rafiki zako na familia. Until the next one, peace out.